Hapo, yako, hapo, na Mselemu, tuachane, basi. Kwa mimi ni mtoto hivi sasa. Sasa ni kipi usichokielewa? Umetoka hapo umeniambia Mselemu tuachane, sikutaki tena, wewe ndio unanitamkia maneno mabaya Ji, nisikilize mimi sio mzaifu kama unavyonifikiria. Nina akili zangu timamu na sio kwamba eti nachokiona labda sikitambui. Jii, nimechoka na nimekuchoka, kama ulivyotaka nikuchoke. Ondoka baby, oh na, usiniguse... oh. Ondoka, ondokaii, ondoka kwangu, usiniguse. Nenda, nataka kukusikia hiyo, ondoka, niache, niache na maisha yangu, haya ni maisha yangu mimi. Soma nampata ndugu wangu, asante eh. Mi, sijui. Oh, kumwona kanyuma nyuma, ndugu yangu mtamzima anavyo sijue, tuachane na mambo ya ombea, shoga yangu mimi. mm -hmm. Nimekuitia kitu kimoja, so, si namjua mdogo wangu yule Kimoja. hey, Kimoja namjua, kuna mwanamke alikuwa anaishi naye huko Chanika, na yule mwanamke kamwacha kwa hapa. Shoga yangu nilikuwa nakuomba uwe karibu naye <laughs> Karibuni ni kivipi? Yani sijakuelewa tu, karibuni kama rafiki, eh. Wifi yangu huyo, mambo fresh? Mambo poa, mzima mzima, azatoka siku ile, safi tu, wifi yangu. Yani toka umekuja nyumbani siku ile mpaka leo hii kimya jii, jamani, mimi mbona nipo ni hivyo, tusema mama mdogo akishanoka pale nyumbani na kwa basi mimi kwa mwenyewe hata muda kutoka na kwa sina kabisa. Alafu ifi yangu, wewe una kama upo sawa, yani sijakuzoea kuwa hivyo. Vipi tena? Yaani wewe acha tu ifi yangu. Sio kaka yako anavyomchanganya. Yaani anivuruga kabisa. Mimi hata simuelewi. Nimetoka nyumbani asubuhi. Nimefika kwa kaka kwa maaba kabisa. Nafika pale, anaanza kunichanganya. Naambia mpenzi wangu vipi? Eti wewe umekuja hapa asubuhi unaniambia kwao nitaki. Nimeshakuchoka. Ulikuwa unataka nikuchoke na mimi ndio nishakuchoka ni sikuhitaji tena

Wele, une, una urafiki kati ya mtoto wa kike na wa kiume, wewe nakuwa kama mtoto. Kwa nini hujui? <coughs> <coughs> bwana mtihani. Lakini juzi kalala hapa, <coughs> nipo ndani nasikia makelele, si ana moto yule mwanamke. Namuuliza yeye ndoto anasemaje, anasema mwanamke hata kimazoea nayo na kimuona simshoboke <coughs>

Mambo. Alafu Madina, kwani kila siku napenda kuniita huku hivi hali ariakuwa nyumbani kupo na unapajua? Hmm, napenda ukuita hapa kwa sababu hapa ni sehemu ambayo imetulia, kuna upepo mzuri mwenyewe, unaona. Basi sawa, mimi nimeitikia wito wako, sina mengi sana ya kuongea ila nimekuita hapa kuja kuulizia tu jibu langu. Vipi? Maana naona kimya. Swala lako mi nilifanyia kazi Madina, na nilikaa nikafikiria kwa makini zaidi, nikukubalia ombi lako. Wow. Kweli <laughs> Asante sana. Unajua Madina, huyu ni mwanamke mrembo sana. Yaani kama kuna wanawake ambao nimeshakutana nao ni arembo, basi ni wewe <laughs> kwa hiyo, mbona sina budi kukubali ombi lako. Mzima. Mzima. Za mzimu, mzimu. Mm. Ah. Za masiku. Mm. Hivi mm, unanikumbuka? Nakukumbuka ni si yule dada tulikuwa tumekutana siku ile na dada yangu pale. Eh, nafikiri dada yako sawa. Yeah. Nakukumbuka vizuri sana. Mm. Na Mwenyezi Mungu tena katukutanisha tena leo. Ah, kabla jondoka, unaweza kanipatia namba yako kabla kwa mawasiliano. Yaani wewe ni mwanaume ambaye unanifaa kiukweli. Na sikufikiria kama itakuwa hivi. Nashukuru sana. Usijali Madina, kwa sababu mapenzi ni kitu kimoja kizuri sana, kama mtakutana na watu ambao mnapendana. Kwa kuwa mimi nimeamua kukupenda wewe, basi nami nio utanipenda kama navyokupenda mimi. Yaani mimi zaidi yako <laughs> ila, kitu kimoja cha kuzingatia, mimi naogopa sana kuumizwa <laughs> Yaani, usijali katika hilo, kwa sababu mimi mwenyewe pia naogopa kuumizwa Hmm. Alafu Madina, mi natamani sana kujua wanapoishi. <sighs> Nikutoe tu wasiwasi, ipo siku utajua ninapoishi, utawajua mpaka wazazi wangu. Unajua ni mara ngapi unaniambia hivyo? Kila siku subiri, subiri, subiri, subiri, nafika wakati mpaka nakata tamaa. <sighs> Wewe usijali kwa sababu mambo mazuri ndio kwanza yameanza. Kwa hiyo toa wasiwasi, unaniahidi? Basi, yeah. mm -hmm. Sawa mimi e, nashukuru lakini ni vyema sana nikapajiwa kwenu. Ila kwa kuwa umeniambia utanipeleka basi mimi okay, nitafanya subira, okay. Basi sawa, namba tena <laughs> eh. Namba zangu za nini? Ni mawasiliano ya kawaida k okay, hiyo namba napatikana WhatsApp, yaani unaweza n kipata mda aba ukipata mda naeza ah, haya poa ah, dadayakopoa inashida <coughs> We naye nini? mi nimelala kazi msumbufu, twa unasemaje? We nawe muda wote nafanya kazi ya kukuamsha pa, unalala, unalala gani mpaka saa hivi unafanya kazi ya kulala? Wewe ugali tu wa kula hapa, unafanya mchezo nikose kupata usingizi. Unapenda kula wewe, utakufa vibaya ila e. <laughs> <laughs> e. <laughs> shuga yangu, acha nikwambie yote kwa yote. Jana si nimekutana najii bwana kama kawaida yake, nimekutana nisimamisha. Kunisimamisha tu anaanza kuniambia oh, kaka yako simuelewi, mara nikienda nyumbani kwake ananifukuza mara sijui nini, kaongea maneno kibao. Nikamsikiliza nikamwambia sikia, nikwambie, mimi yule kaka yangu nitaongea naye, mambo yote yatakuwa fresh, niachie mimi hayo mambo hmm. Afu wewe siku nyingine usitoke kanyambia upumbavu wako au wa ujii wako kwanza. Mimi naona sawa sawa, yani naomba kaka yangu waende mwendo huo huo, nilivyokuwa simpendi ule msichana. Habari zenu ndugu zangu? Salama. Mnaendeleaje? Wazima kabisa. Eh, kaka ni bora sio ulivyokuja. Nikwambie dadamu sina kutana na yule shoga wako yule yule nani sijui, Mina yule. Ah, hawaonekani na mapepe yule unajua. <laughs> <susur> Heo, kufira, kufika nakufika, o salamu nyingi, ucheshi ucheshi ucheshi. Na mimi kamletea ucheshi. Eti etio, naomba namba zako sweet. Ah. Sasa namba za kazi gani? Kati mimi na mtu wangu tayari. Hivi kweli dada yangu unavyoona mimi ni nimkatae Sofia kwa sababu yake yeye awe. Mdogo wangu acha ujinga. Sofia sikesha kukataa. Sasa ana maisha yake na wewe ulisema mkutana naye njiani kapukana sasa unamwaza nani? Sister, yaani hapo ndo nivuruge kichwa changu, ila mimi nikuambie tu kitu kimoja, Sofia bado apo moyoni. Alafu kitu kingine, kama kukana washakana watu, kibao washakana, Harmonize na tatu, wamecholana wamenunuliana mpaka magari, sembuse mimi na bado wamerudiana. Mimi najua tu Sofia ni wa kwangu, hapa lazima afiki kwa King Kimoja Doctor Love kafikiria, mwelewane na huyo Mina. We tulia pale kwa yule mdada, achana na huyo Sofia, mdogo wangu, na tena usimweke hata akilini, sawa sister? We mimi ningeenda ndani mara moja, ningepata nigapata kujimwagia basi, kisha niende kwenye mpira ka <muchos> <muchos> ji baada ya kukutana naye njiani akanisimamisha, kanisimamisha, kaniambia amekuja nyumbani kwako, umemfukuza umemtolea maneno ya kashfa, yani umemtolea shit mbaya mbaya kidogo. Mdogo wangu unajua, mimi sijui wanawake wakoje, kwa sababu ji nakumbuka, kuna siku amekuja nyumbani kwangu from nowhere, Mselemu, tuachane, hali yakuwa sijui kosa langu, halafu siku hiyo tena kama dakika thelathini arobaini anakuja kwa mapenzi mazito, hali yako anaonyesha kunihitaji, na wakati ni alinikataa. Kwa hiyo nikashindwa kuelewa, ikamtimua mimi. hmm. Bwana kakaangu huyo. Je, asikuumize kichwa, upo kakaangu, asikuumize kichwa kabisa. Wanawake wapo kibao tena, wazuri na wenye kuvutia, sijui unanielewa kakaangu. Kama nilivyokuambia, tafuta mwanamke mwingine mzuri. Yaani dada yako kama unavyonijua nikipita mtaani yule ndo wifi yake fulani. So unapita mtaani, nakwambia, akiwe ndo kifi yake fulani? Wewe simwonijua dada yako mtaani hapa ninavyokubalika, afu niletee wifi ambaye haeleweki? Yaani nataka uniletee wifi pambe? Achana naye. Lakini kaka, kwa nini usingompa nafasi ya kumsikiliza? Huenda hiyo siku alokuja kwako hakuwa sawa, ndio maana ukamwona mpaka anaongea hivyo. Mpe nafasi hata kumsikiliza, hata kwa dakika moja tu Kidogo kidogomambo ni mdogo sana mdogo wangu. Nadhani wakati ukifika, wewe mwenyewe pia utayaona, naelewa. Kwa hiyo swala la kuachana naye au kuendelea naye ni achea mime, itafikilia <laughs> nambe ni wachej